35 mstari wa kwanza kwa anasemaje? Kwa sikiliza habari hmm, njema. Isaya anatangaza habari njema, na nyinyi mkishasoma mtaniambia, je, hii habari ni njema au ni mbaya? Hebu soma watusikilizaji wasikie, anasema anasema, nyika na mahali palipoukiwa patafurahi, nyika na mahali palipoukiwa patafurahi, jangwa litashangilia. Kama ambavyo tunashuhudia leo, dunia yetu imekuwa jangwa, imejaa makila mahali. Hivi karibuni nimesikia watu katika nikoa mbalimbali wanalalamika, mvua zinyeshi za kutosha, mahindi yamenyauka, wanalia, hali ni mbaya. Hata hapo ireje karibuni, nimeenda jumamosi iliyopita, nilipita mahindi yamenyauka. Hizi angalau ndogondogo sisi tunazipata huku, wenzetu yameshabeba lakini ni kama inaelekea kunyauka kule. Iringa ni mahali pa miti na misitu imejaa, lakini watu wanalia, mvua zinyeshi kama sababu. na vikao tunavovikaa ni hali ya mabadiliko ya tabia ya nchi tuka vikao vinahusu hali ya hewa. Kama hiyo ndio sababu ya kukata kwa miti, ni sababu ya kuharibu uoto wa asili, mbona kule kuna miti lakini mahindi yananyauka, mvua zinyeshi? Hiyo sio sababu, lazima turudi kwenye sheria ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe, wa amen. Watu wametia uchafu dunia, wameifanya dunia kuwa jangwa, lakini Mungu ana mpango bora kwa ajili ya maisha yako. Mungu ana mpango bora kwa ajili ya maisha yangu. Anasema nyika na mahali palipo ukiwa pata furahi, jangwa na mahali palipo tupu pataota tena. Bwana Yesu asifiwe, amen. Anasema jangwa litashangilia na kuchanua maua, litashangilia. Hata hapa mahali ambapo umechoka kulima, unasema hapa yafaa viwe viwanja, nyumba ijengwe hapa ambapo